Hata watu ambao wamekuwa wakihudhuria kanisani kwa muda mrefu hawajui kuhusu mti wa uzima. Basi Bwana Mungu alikuwa ameotesha bustani upande wa mashariki katika Edeni. Katikati ya bustani ulikuwepo mti wa uzima na mti wa kujua mema na mabaya. Je, mti wa uzima katika Edeni una faida gani? Kuchuma pia kutoka mti wa uzima akala naye akaishi milele. Faida ya mti wa uzima ni uzima wa milele. Walakini, Adamu na Eva hawakuweza kula kutoka kwenye mti wa uzima kwa sababu walikuwa wametenda dhambi. Ni Mungu aliyeziba njia ya kuuendea mti wa uzima ili wasiweze kula. Kwa hiyo ni Mungu tu anayeweza kuwapa wenye dhambi mti wa uzima. Miaka elfu mbili iliyopita, Mungu alikuja duniani kama mwanadamu na mti wa uzima ili kuwapa wenye dhambi uzima wa milele. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Mwili na damu ya Yesu ni mti wa uzima utoao uzima wa milele. Basi tunawezaje kula mwili na damu ya Yesu mti wa uzima? Twaeni mle, huu ndiyo mwili wangu. Nyweni nyote katika kikombe hiki, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yeyote anayeadhimisha Pasaka ya agano jipya anaweza kuwa na uzima wa milele. Walakini, Pasaka ya agano jipya iliondolewa na Kaisari Konstantin. Bila Pasaka agano jipya, mti wa uzima, hakuna uzima wa milele. Kristo atatokea mara ya pili kuleta wokovu amekuja duniani mara ya pili kurudisha mti wa uzima uliopotea. Mnafikiri Mungu lazima alete nini anapokuja mara ya pili? Ameleta Pasaka ya agano jipya, mti wa uzima ambao ni Mungu tu anayeweza kutupatia. Tunamwamini Kristo Ahnsahnghong anayetupa uzima wa milele kwa kuharibu mauti kwa njia ya Pasaka ya agano jipya. Tafadhali shika Pasaka ya agano jipya, karamu ya mti wa uzima ambayo Kristo Ahnsahnghong hutupa na tupokee uzima wa milele. Katika siku ile watasema, hakika huyu ndiye Mungu wetu. Tulimtumaini naye akatuokoa. Juu ya mlima huu Bwana mwenye nguvu zote ataandaa karamu ya vinono kwa mataifa yote, karamu ya mvinyo wa zamani. Yeye atameza mauti milele.